Changamoto iko sehemu moja tu kubwa, na hapa ndipo watu wengi wanachekiwa, wewe pamoja na mimi katika neno la Bwana. Mtu anaposema nimemwachia Mungu, nimemwachia Mungu, muulize vizuri, umemwachia nini? ya mimi, siku hizi mambo yangu yote nimemwachia Mungu. Umemwachia nini? nini umemwachia? Naomba usikize vizuri, ujue hiyo mtu anaposema nimwachia Mungu, maana yake amejisalimisha nini? Kwa sababu ikiwa huu ni mwili na roho kwa pamoja, halafu mambo yanaendelea hapa, unafanya paradidomi, unajisalimisha kwake. Shida iko hivi, ninataka nijisalimishe kwa Mungu na mwili wote uende hapa Mungu hasemi leta mwili huku, usalimishwe na wenyewe huku, ila unapojisalimisha kwake, leta roho, mwili acha uwawe. Hata <coughs> ukinyamaza, we subiri tu <tos> <tos>